Nyela, kamwene ndio mimi, ndo Bondani. Siku hizi nikiendaga mjini zebra nafikaga kwa bei ndogo, tofauti na da, kwa sababu siku ya kwanza nimetoka kijijini nikapita zebra, akanikamata jamaa msae, mkusanya ushuru wa zebra kwa watu wanaopitaga. Kama nataka kulazimisha kupita, unatoa elfu kumi pamoja na kurudi, jumla elfu ishirini. Akasema, dogo, unajua wewe dogo, unaonekana kama umesoma, zebra kwa Kiswahili nini? Nikasema kweli, zebra ni pundamilia. Kwa hiyo hapa wameandika zebra cross ni sehemu ya ku cross ya kupita pundamilia nikasema, mimi kwa sababu nataka niwe ninavuka kila siku. Ni unge kwenye mfumo wa wavuka wa wavuka zebra. Akasema sana kuweka mtandaoni namba utakao kuwa unalipia hiyo, kwa mwezi utakuwa unalipia elfu arobaini, utakuwa unavuka bure. Kwa sahizi nikitoa elfu arobaini kwa mwezi najivukiaga zebra zote bure, tena navukaga naenda narudi naenda narudi, magari hayanigongi. Si mnaona hapo kwamba mimi ni bondauni eh? Jambo mimi zebra navukaga bure. Jambo hili limekaa kisabato. Ndi kitefu cha Makani nditoga bondauni, tanaambia nini?